inafaa kuanza kwa kuzingatia kile Mungu alichotuamuru. Soma Mathayo 22:34 hadi 40. Yesu alijibuje swali la mwanasheria? Kwa mujibu wa Yesu mwenyewe, amri iliyo kuu tena ni ya kwanza ni mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na Yesu anaongezea, ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Amri hizi hazisimami peke yake. Hata hivyo, Yesu anaendelea kuagiza, katika amri hizi mbili hutegemea torati yote na manabii, Mathayo 22:37 hadi 40. Kwa hakika zenyewe zimenukuliwa kutoka katika Agano la Kale. Soma Mathayo sura ile ya 19, ya 16, hadi 23. Majibu ya Yesu kwa maswali ya kijana mtawala tajiri yanahusianaje na majibu yake kwa swali la mwanasheria katika Mathayo 22? Nini kilikuwa kinaendelea hapa? Kwa nini Yesu alimjibu mtu huyu jinsi alivyomjibu? Na kukutana huku kunapaswa kutuambia nini sote bila kujali nafasi au daraja letu maishani? Kristo aliweka masharti pekee ambayo tu yangemweka mtawala huyu pale ambapo angeweza kuikamilisha tabia ya Kikristo. Maneno yake yalikuwa maneno ya hekima ingawa yalionekana makali na yenye madai makubwa. Kuyakubali na kuyatii ndilo lilikuwa tumaini pekee la wokovu wa mtawala huyu. Cheo chake na mali zake vilikuwa vikiweka mvuto wa hatari ya kutenda mabaya katika tabia yake. Kama vikiendekezwa, vingemfukuza Mungu katika mawazo yake. Kumnyima Mungu kidogo au zaidi, ilikuwa ni kubakiza kile ambacho kingehafifisha uwezo wake wa kimaadili na ufanisi. Maana ikiwa mambo ya dunia hii yataendekezwa, haidhuru si ya uhakika au hayastahili kiasi gani, yatauteka moyo. Ellen G. White, tumaini la vizazi vyote, sehemu ya pili, ukurasa wa 131. Ingawa sisi sote hatuwezi kuitwa kuuza vyote tulivyo navyo kama alivyokuwa mtawala huyu kijana tajiri. Ni nini ambacho wewe binafsi unaweza kuwa unakishikilia ambacho usipokisalimisha kinaweza kusababisha uangamivu wako wa milele? Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mwenyezi Mungu atubariki sote na kwa neema yake tukutane kwa mada inayofuata.